Na familia ya Susan Nyaboke, mwanamke aliyeuawa katika kijiji cha Mwanyani huko Machakos, imethibitisha kwamba marehemu ni binti yao. Babake Peter Ondari ameeleza kwamba binti yake alikuwa mpenzi wa mwanamume aliyemuua na walikuwa wamejaliwa kupata mtoto mmoja. Hata hivyo walikuwa wameachana na hawakuwahi kuitembelea familia hiyo kwa ajili ya kujitambulisha. Mwili wa Susan Nyaboke na mwanamume huo umehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Machakos level 5 huku uchunguzi ukiendelea. Nikaambiwa kuna msichana ameuliwa huku Machakos, na nikaambiwa ni msichana yangu. Mimi si kuamini, ikabidi mchunguze nijue kama ni ukweli, kama ni yeye ameuliwa. Fadhamo, nikapigiwa simu nikiwa huko Limuru, nikaambiwa Susan Nyaboke ameuliwa na jamaa mwenye alikuwa bwana wake wa zamani. Sasa mimi sikujua mbona akaamua kumuua, na mimi sina mtoto mwingine, huyu ndiye alikuwa tegemeo yangu. Kwa hivyo Susan namjua kama mwalimu wa school for uh, two good years na ninamjua nina akiwa mtoto mzuri ambao hakuwa na mambo mengi, na kwa hivyo sisi kama wachungaji tunahitaji tu maombi. Hata kwa nchi yetu tunahitaji maombi, kwa sababu kitendo kama hiyo ni kitendo ambao sio mzuri so